Na kwengine kwa tunaarifiwa kwamba watu 36 wamekamatwa kwenye visa vya udanganyifu wa mitihani ya kitaifa ya KCSE katika sehemu mbalimbali mbali humu nchini. Miongoni mwa waliokamatwa ni watu waliokuwa wakiwafanyia wanafunzi mitihani katika shule moja hapa Nairobi na nyingine huko Kericho. Baadhi ya wanafunzi pia wanazuiliwa kwa kupatikana na simu kwenye vyumba vya mitihani katika kaunti ya Marsabit. Mary Mwoki anaarifu kuhusu yaliyojiri huku serikali ikiahidi kukabiliana na udanganyifu. Mtihani wa KCSE umeendelea kwa siku ya pili leo, huku wanafunzi, walimu na raia wakiendelea kumulikwa na maafisa wa uchaguzi. Jumla ya watu 36 wakikamatwa kwenye vituo mbalimbali mbali vya mtihani katika kaunti ya Marsabit, watu 17 na wamekamatwa tisa wakizuiliwa eneo la Saku na wanane Moyale, huku wengine watatu wakiziuliwa eneo la West Pokot na kuhusika na visa vya udanganyifu. Katika shule ya Sesi eneo la Moyale, ambako wanafunzi tisa walikamatwa, ilibainika kuwa baadhi ya wanafunzi walikuwa na simu kwenye vyumba vya mtihani, naibu kamishna wa Marsabit ya Kati David Saruni akisema wanafunzi hao waliruhusiwa kuendelea na mtihani wao wa kemia baada ya simu kuchukuliwa. Hata hivyo uchunguzi umeanzishwa. Katika kaunti ya Siaya ya watu watano wamekamatwa katika shule ya upili ya Rachar kwa udanganyifu. Watano hao wakijumuisha msimamizi wa mtihani, katibu wa shule na hata mpishi. Shule ya Moi Girls Maralal kaunti ya Samburu pia ikiwekwa kwenye darubini baada ya watu watatu kukamatwa kujumuisha msimamizi wa mtihani. Hali pia haikuepuka shule ya Kericho Day ambako wanafunzi watatu wa vyuo vikuu walikamatwa kwa kujifanya kuwa watahiniwa. Watu wawili pia wanazuiliwa Nairobi kwa kuwafanyia wanafunzi wa shule ya Kongoni South Sea mtihani baada ya kulipwa. Visa vingine vya udanganyifu vikiripotiwa kaunti ya Kitui, Nyamira na Bungoma. Haya yamejiri huku serikali ikishikilia kuwa watakaopatikana na visa vya udanganyifu watakabiliwa. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.